We we. We, kupitia wewe, Jina la Bwana libarikiwe, kupitia wewe, mwana wa Mungu, ambaye Mungu kakuweka hapa kwa makusudi kamili, hujawa hapa kwa bahati mbaya, mba na mba, kutakatifu. Amen. Hujawa hapa kwa bahati mbaya, hapa kwa ajili ya kusudi kamili, na Mungu sema Amen. Haleluya! Kwa hiyo, Kornelio tunaona alikuwa mcha Mungu na nyumba yake yote halimtolea Mungu sadaka zake, zikapata kibali mbele za Mungu. Sasa zilipata sadaka zake kibali mbele za Mungu. Mwingine hata kwa mtumishi wake tu asipati kibali, anabaki tu, bwana Yesu, uongezee mtaji, kuze mtaji, unao kuuza biashara yake. Mbona mnatufanya tuwe na makunyanzi ya kulia wenyewe wa wapendwa, jamani ile itageuka, sio baraka, inakuja kwako tena kwa kote, kama kafimbo hivi utepe kafimbo, kwa sababu mimi ninakuombea upate, kumbe unacho. Unaona sasa, yaani ninalia kwa Mungu, kumbe unacho, lakini utaki kutoa. Kwa moyo ukakunjua kwa moyo mkuu, Bwana atakupandishaje viwango. Ninatoa ushuhuda mwingine, mimi ninashuhuda nyingi sana. Ndio maana anasema yani, hata hapa masomo ni mengi na ruka ruka tu kwa ajili ya nini? Nikitaka nifundishe vizuri, ni wage na siku mbili tatu, mambo ni mengi. Watoto wangu wao wanawapenda na ni mlezi wa watoto. Nilikuwa na kijana mmoja. Na Yesu, mimi naweka nadhiri na wewe. Chochote nitakachokipata kwenye mikono yangu. Alikuwa kijana kama huyo anayechukua picha, akasema mimi nitakula pamoja na Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana aliweka nadhiri. Nimekwambia kuna sadaka ya agano na Mungu, aliweka agano na Mungu. Yule kijana ilikuwa kila mwezi unapofika, wengine hivi wanakuja, haleluya raba shekere rabasa, wanaondoka raba shekere. Kumbe anayetunza familia ya mchungaji yuko huyu, anayelisha yuko huyo, anayenunua mchele yuyu, anayenunua galoni za mafuta yuko huyu wewe unanena kwa ruhu unaondoka. Hasa ndugu yangu hey, ile pikapuna